Nini? Inasema watu wote wasikie wala, wala, wala, wala, msimuite mtu baba wala msimuitake mtu baba, baba, baba duniani na ukimwita mtu baba duniani umefanya dhambi. Ndio maana unaona wengine kwa dini jirani jirani yenu, sababu haiko jirani yetu ya Kikatolika wako na baba au mtakatifu, ushituke baba anakufa

Vamutakatifu pichene vamutakatifu vasiovaboskolaki, Yesu awatie nguvu watoto ya Mungu. Jioni ya leo, neno la Mungu limeshuka kwenu, na kuna njia nyingine ya kupata uzima, na kuna njia nyingine kama unataka uponyoke hii maneno